Ashukuru wa waandishi wetu wa habari waliofika leo na wanaofika kila siku kuweza kutunga mkono um, katika kazi zetu za tamasha la Sauti za sa Busara, um, tamasha letu lingine la Futopia na organization yetu ya Busara Promotions pamoja na miradi yake um, ninyi ni sauti yetu. E, ninyi mnatusaidia kusambaza um, sauti zetu kwa kijamii kwenye jamii na katika dunia nzima. Um, sijasema, nilisema mengi sana uh, kwenye press conference ya Dar es Salaam uh, lakini kwa hapa, ningependa kusema machache tu um, na haya ni kwa nini: press conference ya leo ina uzito na ina leo, jamani, ina uzito mkubwa sana kwa taasisi ya Busara Promotions, um, tamasha la Sauti za Busara na tamasha la Futopia. Um, leo ni siku yangu ya furaha kubwa sana, kwanza kwa, kwa sababu tamasha la Sauti za Busara inaanza, la pili kwa sababu niko na watu wazito hapa kwenye meza, yupo ndogo yetu um, Tobias Ditsold, Chief Operating Officer wa Fumba Town wadau wetu ambao kama Jan anavyosema wanatufanya tuna, tuna, <laughs> ee, tuna vimba mjini au sio jamani e? hawa ni um, developers uh, urban living and urban community developers, ambao wanatengeneza mji wa kisasa um, eneo la Nyamanzi na Dimani Fumba Town kisiwa cha Zanzibar. Um, mwaka jana wametimia miaka, miaka kumi na um, kwa muda huu wa sasa hivi tayari watu zaidi ya elfu moja na mia mbili wanakaa pale um, mimi nisema ukweli ni moja kati wao na najivunia, maana tangu nime, nimehamia pale roho yangu imetulia zaidi, nafsi yangu imetulia. Nikirudi nyumbani kazini, hata kama saa 8 najua niko salama um, kuna kitu special kitakuja kuendelea hapo bana ya um, ndugu yetu Tobias na Mheshimiwa Simai chairman wetu wa bodi, lakini pia tuna wadau wengine wapya ambao hatujaona Zanzibar mona tupo hapa na Wish, um, mkurugenzi um, wa taasisi ya UNICEF um, Tanzania um, ambao pia wametunga mkono katika masha hiyo haya atakuja kuyazungumza zaidi banajeni uh, pamoja na um, Madam Elke lakini pia tupo na ndugu zetu wa UN Women Lucitesha na European Union Kiara Gideti. Hawa wote ni wadau ambao bila wao tusingeweza kufanya kazi ambayo tunaifanya. Jamani, kazi za kufanya matamasha ni ngumu, ni nzito, inataka attention nyingi sana, ina details nyingi, inataka pesa Mona, lakini pia impact yake ni kubwa. Unaelewa na jamani? Impact ya kazi za matamasha ni kubwa kwa sababu kwenye tamasha the nanili economy yote ya sanaa inakusanyika pale. Kuanzia wasanii, sound engineers, media, stage hands, Mona, kuna service suppliers, kuna audio supplier, kuna sound supplier, kuna food vendors, kuna mambo ya bar. Mona. Yani industry nzima inakusanyika pale halafu inapata kutambaa duniani kwa sababu watu wengi wanakuja, na mwona Olivier kutoka Reunion Island, my brother, karibu sana, amekuja na bendi yake Lindigo all the way from Reunion Island, wanakuja kuwakilisha na wengine wengi.